Taarifa ya mafanikio ya utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Lindi kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025, ambapo katika kipindi hiki tumeweza kudhibiti kiasi cha shilingi milioni 201, kama ifuatavyo kuwasilisha nakumbuka uh, kuwa TAKUKURU ina majukumu makuu mawili. Jukumu la kwanza ni kuzuia rushwa <coughs> lakini tukipatinu kupambana rushwa. Katika kutekeleza jukumu la kuzuia rushwa, tumekuwa tukifanya ufuatiliaji kwa miradi za ugani asa. Kwa kipindi hiki cha Januari hadi Machi 2025 tumefanya ufuatiliaji kwa miradi ya si maendeleo na katika ufuatiliaji huo amiajikaiao tumeweza kufuatilia miradi kumi na sita na miradi hiyo iko kwenye sekta ya elimu, katika kutekeleza jukumu la sekta ya barabara na sekta ya afya. Miradi hiyo kumi na sita ilikuwa na thamani ya shilingi zaidi ya bilioni tano, ambayo ni bilioni tano milioni mia tatu sitini na tano 355 uh, 95 uh. Katika ufuatiliaji huo, miradi sita yenye thamani zaidi ya shilingi milioni moja imebanyika kuwa na utekelezaji hafifu, na sisi kama TAKUKURU tumeweza kushauri mamlaka usinda kufanya marekebisho ya mkuru ukisema hiyo miradi imekuwa na utekelezaji hafifu, wa ufuatiliaji umekuta matumizi ya tofali zilizokuwa uh, hazina ubora, kutokufanyika kwa vipimo. Unafahamu miradi ya ambayo inatekelezwa uh, uh, na maendeleo especially miradi ya umma lazima tofali unakuta miradi hiyo imetekelezwa, lakini hakuna vipimo vinavyofahamika. Lakini wakati mwingine unakuta kuna milango imewekwa ambayo imepinda, haina ubora unaostahili miradi. Kwa maana hiyo kunasema miradi ambayo ilikuwa imetekelezwa, kuna utekelezaji ambao ni hafifu, na sisi kama TAKUKURU tunaweza kutoa ushauri kwa mamlaka husika na kuweza kufanya marekebisho ya ma, lakini pia kwa kipindi hiki cha Januari hadi Machi ishirini ishirini na tano tumeweza kufuatilia mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi wa masoko na kubaini kuwa mtekelezaji wa ule mradi anaetekeleza ujenzi huo alikuwa hajaweza kulipa ushuru mushuru wa huduma

na iliyokolewa kulipa ushuru wa huduma na kuweza kulipa kwenye halmashauri ya wilaya. Aidha, kwa kipindi hiki cha Januari hadi Machi 2025 tuliweza kushughulikia maaefaham. Katika kutekeleza jukumu la kupambana na rushwa, tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwenye mjango mbalimbalipamoaci

wa msimu wa mwaka 2023 2024, iliyofanywa na baadhi ya viongozi wa mtaa wa chama hicho. Kwa hiyo katika ufuatiliaji huo, hata pokea malalani batu kuweza kufanya ufuatiliaji. Katika ufuatiliaji huo, tutaweza kuokoa kiasi cha shilingi milioni ishirini na sita na elfu mia mbili sitini na tano na mia nane thelathini ambazo kimsingi zilikuwa ni fedha za wakulima ambao walikuwa wameuza ufuta kupitia chama hicho cha msingi, na fedha hizo zinaweza kuonyeshwa na baadhi ya viunguzi lakini ukiacha kuonyesha, hata hivyo, kuna hatua nyingine ambayo inaendelea inaendelea huaweza kuwachukulia hatua za kuanzishwa zinazostahili, na uchunguzi unaendelea wa kuanzishwa. Lakini kwa kipindi cha Januari hadi Machi ishirini na tano, pia TAKUKURU tunaweza kutekeleza vingine zingine ambavyo ni ya uelimishaji katika kipindi hicho tumeweza kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni za matumizi ya TEHAMA, nikisema kwa hkisemaata mikutano ya useuka. Kipindi hicho tumeweza kutoa wau akutumia TEHAMA, lengo ikio nikuongeza uelewa na kubadili mitizamo ya wananchi katika kuzuia na kupambana na rushwa. <tapapa> Tunafahamu kuwa kuna wananchi wengine ambao wanaelewa kuhusiana na rushwa <tapapa> uh, lakini kuna wananchi wengine ambao wanaelewa kidogo, kwa hiyo tunajaribu kuongeza, lakini pia kuna wananchi wengine ambao wanaelewa wa kutosha tu, lakini hawajaweza kubadili mitizamo. Kwa hiyo elimu tunaitoa kwa umma inakuwa inalenga pia, ukiwacha kuongezea, uelewa inakuwa inalenga pia kubadili mitizamo wa wananchi au umma ili waweze kushiriki katika kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa kipindi hicho tumeweza kufanya mikutano ya hadhara, lakini pia tumeweza kufanya semina, lakini pia tumeweza kufanya vipindi vya redio, lakini pia tumeweza, uh, kufanya uandishi wa makala hii. e, uandishi wa makala ni zile makala ambazo zinakuwa na na na ujumbe ambao unahusiana na rushwa na, na lakini ukiacha hivyo, pia tumeweza kufanya maonyesho mbalimbali, kupitia eh, kupitia majukwaa au kupitia forum eh, mbalimbali, nafasi ambazo tumepewa kwa mfano, siku ya madi tumeweza kufanya maonyesho hayo, lakini na siku ya wanawake pia tumeweza kufanya maonyesho. Kwa tukija kwa upande wa semina tumeweza kutoa, kwa kipindi hicho tumeweza kutoa semina arobaini na tisa. Lakini pia uimarishaji ukizungumzia uimarishaji ina maana kwenye shule za msingi sekondari na hata kwenye sekta binafsi kuna klabu ambazo tume tunazo lakini eh kwenye hiyo uimarishaji ina maana ni shule za msingi na sekondari ambazo tuna klabu za wapinga rushwa kule mashuleni. Sasa zile klabu zimeanzishwa, lakini ili ziendelee kuwepo au kuwa hai ni lazima tuendelee ku, kuwatembelea au ku, kuzijenga ku, kwa kuzipa elimu ya rushwa. Huko kwa kipindi hicho tumeweza pia kuendeleza hizo club ili kuhakikisha kuwa zinatekeleza majukumu yake. Kwa hiyo kuna club elfu sitini na sita ambazo zimeweza kuimarishwa. Maonyesho yaliyofanyika yalikuwa ni maonyesho matano kwa kipindi hiki cha Januari hadi Machi 2025, lakini pia tumeweza kufanya mikutano 47, lakini pia tumeweza kufanya vipindi vya redio kumi ambayo ilikuwa na toa elimu ya rushwa, lakini lengo ikiwa ni kuongeza uelewa kwa umma na kuongeza uelewa kwa umma ili uh, waweze kubadili mtazamo, lakini pia na kuhamasisha waweze kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Uandishi wa makala tumeweza kuandika makala saba, lakini pia yes, uandishi wa makala tumeweza kutoa makala saba, tukiacha uelimishaji umma. Kwa kipindi hiki pia tumeweza kutekeleza uh, programu nyingine ambayo inaitwa program ya TAKUKURU Rafiki. TAKUKURU Rafiki ni program ambayo imeanzishwa kwa lengo la kuhakikisha au kuwasaidia wananchi kuweza kutambua au kugundua kero zao, kutambua kero zao na kisha kutambua wananchi wale kuweza kuwasaidia ili waweze kuzipatia majawabu zile kero zao zile keo zinaweza zikapatiwa majawabu na wananchi wenyewe, lakini pia kuna wakati zile keo zinaweza zikashindikana kupatiwa majawabu na wananchi wenyewe. Kwa hiyo zile ambazo zimekuwa zikishindikana kupatiwa majawabu na wananchi wenyewe, tumekuwa tukizichukua na kuzipeleka kwa wadau wengine ambao ni watoa huduma kwa wananchi. Tunawasaidia kuibua keo zao, eh, kupitia hii programu, tunawachukulia tuna kama ni wadau ambao ni wanufaika hii uh, TAKUKURU rafiki ipo inatekelezwa ikiwa na lengo tukiwa tunaamini kuwa kuna kero ambazo ukiziacha ziki, ukipita muda mrefu ni kuwa zinaweza kusababisha vitendo vya rushwa, lakini kuna kero hizo zikipata ufumbuzi ndani ya muda uwezekano wa kupelekea kuwepo kwa vitendo vya rushwa unakuwa ni mdogo no. Kwa no, TAKUKURU tumekuwa na hiyo programu no, ambayo tunaitekeleza ngazi ya kata kila ngazi ya kata, lakini kupitia hii program tunakuwa tunashirikisha makundi yanayopatikana kwenye ile kata. Nikisema makundi, kwa mfano nikizungumzia waandishi wa habari ni hapa, ni kundi mojawapo, lakini unaweza ukaenda kwenye kata nyingine, kuna wakulima, kuna wafugaji, lakini kuna vijana, lakini pia kuna makundi mengine, wanawake au na na kadhalika. Kwa hiyo kupitia hii program takuu rafiki tumeweza kuweka, tumeweza ku itekeleza na wakati wa kuitekeleza hii programu ya TAKUKURU rafiki ziliweza kuibuliwa kero 20 kutoka kwa wanufaika ambazo zilihusu sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya maji, sekta ya kilimo, mawasiliano na ujenzi. kero zilizoiduliwa zilizopokelewa zilitoka kwenye idadi ya kata kumi na moja lakini kero zilizoshughulikiwa na kupatiwa majawabu ni kero ishirini lakini jumla zilikuwa zimeiduliwa kero thelathini na sita Nikisema majawabu i, mwandishi wa habari, kuwa naamini kwenye Kiswahili chetu kuna majibu na majawabu. Sasa nikisema jawabu ni kitu ambacho kina tumepata yaani ufumbuzi au utekelezaji au sul, suluhisho. Kwa mfano e, kwa kipindi hicho kulikuwa na kero ya kituo cha afya cha, cha Kitumanga kutokuwa na bochwa au chumba cha kuhifadhia maiti, lakini kwa kipindi hicho, baada ya kupokea ile kero na tukaweza kufuatia kwa mamlaka husika, kuwa kile kituo cha Kitumanga kimeweza ku watu wa huduma, kwa maana wahusika ni watu wa huduma. Sasa N.. watu wa huduma ni, u.. ni upande wa afya sio, na ena na halmashauri waweza ku... kujitahidi na ikaweza ikapatikana hiyo nabiya kuhifadhia jokofu la kuhifadhia maiti na ikatengwa chumba. Lakini wakati huo kwa kipindi hicho pia pale Kitomaka kulikuwa hakuna ame subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV.